Simba ni kaka. Kaka ni baba, ndio wanasema Simba, Simba baba lao. Simba ni kaka, Simba ni kaka, Simba ni mjomba, Simba ni mshauri. Hata ukitoka utakumbuka. Ukitaka kujua mfano mzuri, Ajimanara hawezi kuongea bila kuisema Simba, huwezi kupata kiki bila kuisema Simba. Huyo alikamwe baada ya mechi ya nusu fainali, msemaji wetu kushangilia kwa kulia, mashabiki walilia. Kwa nini amwigizia? Msemaji wetu hawezi kupata kiki bila sasa kama mnaona ile nafasi mliofikia ni ndogo sana, kwa sababu walishika. Sasa kama walifika finali, semi finali kabla ya kufika finali, ni kusaidia jambo moja. Nani ambaye alimbeba a kwa mara ya pili? Mimi nishambeba Yanga, na mwisho wa siku hiyo Yanga nilimbeba, alikaa hotelini wiki ya kwanza, ya pili alitolewa, akamsingizana na Mungu ana korona, ati kama ninadanganya, kamera ziko hapa, niitwe Central, niko hapa bila ni hivi. Bila Simba huyo Yanga, mimi ndio nilimbeba. Mwana Simba tena na chamba nilimbeba Yanga, ataenda hoteli utelina kataliki, alikuja na muko, akaja na Singida, mkaambia wana korona, so ne